Hizi ni fikira angavu na mijadala moto moto yenye kuleta mwazo mbadala na mitazamo tofauti. Tafakari. Katika utafiti uliofanywa na Haki Elimu kuhusu mazingira ya kazi na maisha ya walimu, utafiti ulionyesha kuwa pamoja na kauli nzuri zitolewazo na kila mshikadau kuwa walimu ni muhimu katika utoaji elimu bora, bado walimu wameendelea kuishi na kufanya kazi katika mazingira magumu sana. Leo hii katika Tafakari Time, tutaangazia changamoto wanazokutana nazo walimu katika mazingira yao ya kuishi na kufanya kazi karibu tutafakari pamoja. Mimi mwalimu Filomena Pita Paulo, nafundisha shule ya msingi Tindiga. Hii ndio nyumba ya shule ya msingi Tindiga. Chumba hichi tunatumia kama sto, na hichi ndio chumba changu. Nyumba hii ina vyumba sita. Chumba hakinitoshi ila kutokana na mazingira yalivyo inabidi nikubaliane nayo, kwa sababu niko peke yangu. Kwa sasa hivi chumba kimoja kinanitosha, lakini siku yoyote nikipata wageni inaniwea vigumu, inabidi nitafute sh sehemu nyingine waweze kuishi wageni wangu huko. Okay, kijijini nimekuja kumtembelea ya dada yangu, nimemleta mwanaye aje amsalimie, kwa sababu hajaonana na muda. Kutokana na mazingira ya huku sio rafiki kwa mtoto, ndio maana huwa anakaa mjini. Ikifika kipindi ambacho mtoto anasumbua sumbua kidogo amemiss mama yake, tunamleta. Kungekuwa na mazingira mazuri, nyumba nzuri ya kuishi ambayo unajua kabisa mtoto nikikaa naye hata akiumwa usiku naweza nikaenda sehemu. Barabara ni mbaya, ndio maana tunashindwa kuishi katika fa, na familia zetu. Inabidi watoto wakae mbali, sisi tuingane kama hivyo. Nikienda shuleni kurudi saa kumi na mbili kutokana na kuandaa muda wa kazi unakuwa mkubwa sana mrefu mpaka nirudi nyumbani ni usiku. Nyumba hii ina changamoto nyingi. Kwanza ukiangalia mazingira yake, kama hapa kuna ufa pale mlangoni ufa, milango mingine haina vitasa, inabidi unachomeka tu mbao, ndo tunalala usiku. Umeme kijijichi hakina umeme, kwa hiyo inabidi kutumia vibatari au chemli usiku. Kwa kweli kikawaida, huwezi kusikia vizuri kwa sababu mazingira yaliyokuwepo nyumbani na mazingira ya huku ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani, nyumba <laughs> hii jinsi ilivyo, maji kuyapata mbali, halafu sio salama, umeme hakuna. Kwa hiyo yani, kwa kawaida ni kwa ndugu, huwezi kujisikia vizuri. Kwa maisha ya binadamu, kwa kweli si salama, kwa sababu kama unavyoona mazingira, ikitokea upepo, mafuriko, tunakuwa na wakati mgumu, ila inabidi tu kuyazoea nyufa nyingi, nyumba ni chakavu sana, mvua inaingia kupitia madirisha kwa sababu madirisha hayajazibwa, ni nyavu tu, ndo tunaweka maboksi au nguo tunafunika madirishani na sehemu zilizo wazi. Choo chetu ni kile pale, kiko nje, mlango ndo kama vile wapanzia ufundishaji na asili, kwa sababu mazingira unayoishi inabidi uishi kutokana na kazi lakini hayafai kuishi kwa binadamu wa kawaida, ila inabidi kulingana na kazi. Na hatuwezi kupanga mitaani, kwa sababu mitaani hamna nyumba za kupanga. Kama akija mwalimu mgeni mwingine, inabidi tumtafutie mazingira ya kuishi mpaka apate mazingira yake mwenyewe. Kwa hiyo inabidi tumtafutie umu, hata akae umo, sto imari afike kazini Yaani ukiwa mjini unaweza ukasema, eh, natamani kweli kuwa mwalimu, lakini ukija huku unaona changamoto za huku unasema, walimu shule tofauti yake, kwanza wana mazingira mazuri ya kuishi, halafu mjini kuna umeme, maji safi na salama, huduma zile za kijamii zipo karibu sana. Kwa hiyo mazingira yanakuwa rafiki na, na walimu. Kwa hiyo kazi inakuwa sio kubwa sana, yaani mwalimu anaweza akafanya kazi zake, wanafunzi wanapoondoka, yeye anaweza kurudi nyumbani mpaka usiku akafanya shughuli zake, kwa sababu ku... umeme hupo. Kwa hiyo huku vigumu, kijiji hichi hakina nyumba za kupanga nyingi, wengi wanaishi kifamilia. Kwa hiyo ile nyumba ilibidi tu tuishi kukuwa na vyumba vitano, ikabidi tugawane, kila mwalimu chumba chake kimoja, ndio tukawa tunaishi, lakini nyumba ni mbovu, inabidi tukubaliane kwa sababu kuishi mbali na shule usafiri tunashindwa asubuhi na barabara mbaya yaani kwa kweli, nyumba ninayoishi sasa hivi haifanani kabisa kwamba mtu anaweza akaishi pale. Kwa kweli naishi mimi ndio nakuta kwamba Tindiga hapa hakuna walimu wanaopenda kuishi hapa, kwa sababu mazingira hayafanani kabisa na hadhi ya mwalimu, na hata hizo zilizojengwa na, na serikali hazijakamilika. Kwa hiyo inabidi tu mwalimu akae mle kwa shida, kwa sababu mtaani nyumba za kupanga hakuna, kulingana na kwamba wenyeji wenyewe hawana makazi kulingana na hali kama mafuriko na wao wenyewe alafu pia hazina hadhi ya kukaa mwalimu, kwamba kwa mfano kama hizi ambazo zimejengwa serikali zikuisha, nyumba haijakamilika. Unakuta juu kule kwenye kwenye mapaa huko wazi, kwa hiyo mbu anaingia mle. Kwa hiyo sakafu hamna, milango hamna, kwa hiyo jiko hamna, hamna choo, kwa hiyo ni shida. Kama mi ukiangalia pale, yani na gofu, yani na nyumba lakini nyumba ile ilijengwa tu haijakamilika, juu kule iko wazi, naona imejengwa tokea mwaka elfu mbili lakini mpaka leo nyumba ile haijamalizika, choo hakuna, bafu hakuna, sehemu ya kupikia hakuna, naona. Kwa hiyo naishi kwa mazingira magumu sana, kila mwaka au kila baada ya miezi fulani choo kinabomoka, unajenga tu cha, cha muda, choo kinabomoka, basi ni kweli mazingira ni magumu. Maisha ya walimu kiukweli, kwa mwalimu bado maisha yake yako chini sana. Ukiangalia hapa shuleni anayosoma binti yangu, nyumba za walimu ziko tatu, lakini je, ziangalie zile nyumba za walimu, yaani ni kituko kabisa. Kwa hiyo maisha ya mwalimu bado sana, hasa kwa, kwa wilaya hii. Kwa, kwa mfano, kwa, kwa mazingira yangu, namna ya kujiandaa kwa ajili ya ufundishaji ni wakati mgumu kwa sababu katika mazingira tunapoishi umeme ni haupo. Kwa hiyo tunategemea jua au muda wa ziara, kwa mfano saa kumi, ile wanafunzi wanarudi wao, unatakiwa ubaki shuleni ndipo uandae kazi zako za kesho. Maji tunayateka kisimani, mtoni, basi ndio tunayotumia, hatuna maji ya bomba. Unakuta nyumba inabomoka, wameweka vigingi miti, lakini mwalimu amejibana mle mle. Ina maana hiyo serikali haipo kuangalia kwamba huyu mwalimu anatakiwa kae sehemu gani. Wakiang, wakiangaliwa kwa hilo kuboreshiwa na mishahara halafu na makazi yakawa mazuri wanamoishi wanamotoka, nafikiri nao utapata msukumo wa kufundisha watoto wetu vizuri. Mimi sitaki kuwa mwalimu kwa sababu walimu wana changamoto nyingi sana, afu kwa mfano hata makazi ukiangalia, hata kule kama ulikuwa unatokea nyumba hizo za walimu wetu yani nyumba mbovu kwanza chafu, yani kiasi kwamba yani hata mwalimu akitoka amependeza, akija ukija kumsamanisha na anapokaa hapa, chafu, afu nyumba yani imeisha, yani ovyo. Unapoishi kama unavyoona wewe sasa, mazingira umezoea, nyumba unavyoiona madirisha yako hivi, hususani uh, labda kama umetoka sehemu nzuri yenye umeme, maji ndani Alafu unakuja tena kupangiwa mazingira kama haya, kwa kweli nijisikia vibaya, ila sasa basi tu, huduma ya maji, kwa kweli maji hapa sio mazuri, kwani yana umbali kidogo kupatikana, pana kama kilomita kama sio mbili, kwa sababu kwa kukasi, kwa kukadiria kama sio kilomita mbili, basi hata moja na kidogo. Na hapo yanapopatikana hayo maji, kiukweli sio mazuri, kwa sababu nakuta anakuwa na wadudu saa nyingine. Kwa hiyo yale maji mpaka ya wanatumia maji ya kisima. Kwa hiyo kisima chenyewe kimepita kwenye mto pembeni wao wamechimba kisima. Sasa nyingine wanatumia maji ya mto nayo. Sasa huko kwenye mto mzuri huko sasa mbali. Sasa kuyatoa kule maji kwenye ndoo hadi hapa ni parefu. Mara nyingi natumia muda ule nikishata na watoto kule, ule muda nabaki shuleni naandaa masomo ya kesho, naandaa kazi za zikinibana sana ndipo narudi nyumbani. Natumia sasa tochi sasa jioni, kama nilivyokosa mwanga hivi, ibidi niwe na vitabu na napitia, najua leo naenda kufundisha kitu fulani, naenda kupitia kitu, naenda kufundisha kitu fulani. Sasa navyotoka shuleni, basi nikirudi huku nyumbani, jua likizama, mwanga sina na tochi kumulikia, mtu akushikie tochi hivi kwa, na, na, na kwa hiyo naleta ugumu kidogo. Mimi hapa naona kwa motisha, mna motisha ambayo napata kwa sababu mimi hapa napigana mimi mwenyewe, mshahara wenyewe ninaopata kama navyowaambia, ukienda mjini lazima uandae elfu arobaini thelathini pengine, kama unalala, hata siku mbili labda, una dharura zako lazima utumie tena elfu hamsini sitini tu hapo, usafiri wa kwenda kule unarudi hapa. Kwa mfano kama sasa hivi inatukwaza swala la barabara kutoka hapa hadi kulikuta gari, yani safari ya asubuhi lazima ubebe na nguo za kubadilisha umande njiani. u Unapokutana na gari, unasimama kwanza pembeni kidogo, unabadilisha, alafu unasubiri gari, la sivyo utafika kule nguo zimeloa na umande. Usafiri walimu hawana, labda wangefikiriwa, hata kama ni boda boda boda. Kwa mfano nilikuwa jana Mapelele ananiambia mwalimu mmoja anatoka Uyole ana kibanda chake kule, sasa atapanga kwa hiyo anatoka huyo Ole lakini anakwenda kufundisha Mbalizi Mapele, tulikokuwa kwenye mazingira jana. Kwa hiyo utakuta hata kama wangefikiriwa usafiri au nyumba zikajengwa. Sisi tulikosoma nyumba zilikuwepo karibu, kwamba hata kama huelewi somo namfuata mwalimu. Mwalimu anakusaidia kwa kuwa nyumba iko pale. Kwa hiyo mimi nafikiri mazingira, wangejenga nyumba pia za walimu, pia ingekuwa nimepotisha nzuri. Athari zipo sababu kwanza mwalimu anachukua muda muda, muda mrefu sana kutoka anakoishi mpaka kufika kazini, na akifika anafika tayari ameshachoka, kwamba atahitaji muda tena wa kupumzika mpaka kuweza kukabili kipindi ambacho anataraji kuenda kukitekeleza. Kwa hiyo hiyo, unaona kwangu bado ni athari kwa mwalimu yule. Na wakati mwingine kuna wakati wakati wa hali ya hewa, kuna mvua inaponyesha, mwalimu yuko mbali sana na shule, ni ngumu mwalimu kutoka kule, na mwalimu anaamua kuahirisha, atakuja siku inayofuata wakati wa somo lingetakuwa alifundishe siku hiyo kwa hiyo mwalimu inabidi airishe aje afundishe siku nyingine. Ukiangalia umbali wa hapa asilimia nyingi unatembea labda wengine wanatembea mpaka kilomita sita, wengine tatu. Kwa hiyo inategemea huyo mtu aamke saa ngapi nyumbani kwake afike wapi kazini. Kwa hiyo sometimes walimu wanawezekana wamekuja wamefanyaje, wamechelewa. Lakini sio hivyo tu, kama mtu anatembea kilomita sita akitoka shuleni kwenda na kurudi, obviously akifika nyumbani huyo amefanyaje, amechoka atapata muda gani sasa wa kuandaa vitu ambavyo watakuja kuwafundisha watoto siku inafanyaje, inayofuata. Kwa hiyo tayari, inafanyaje, inaathiri katika mwenendo wa elimu yetu kwa namna moja au nyingine. Walimu wanapokuwepo jirani na jamii ya shule, ina maana inawasaidia muda mwingi kufikiria masuala ya ya kufundisha. Sasa hakuna makazi, kwa hiyo hapa kutukutu, unaweza unakuta kuna nyumba moja tu. Kule zamani kulikuwa kota, mwalimu anakuwa na kota zake. Lakini ukiangalia hata hapa shule ni petu bado kota nao ni changamoto, kwamba kota za walimu wote bado ni changamoto. Kwa hili linakuja wapi saa kumshusha mwalimu nakuta mwalimu itabidi uende labda kwa wanakijiji. Unaenda kwa mwanakijiji labda na nyumba yake itabidi mwalimu ukodi nyumba. Na kodi nyumba pale, mwisho wa siku mwalimu ndio hivyo nakuta labda pengine huja umeishiwa katikati ya mwezi labda umeishiwa mshahara unamuona baba mwenye nyumba akusaidie. Hiyo ni changamoto ambayo inaweza ikamshusha mwalimu, kwamba ah, sasa we ni mwalimu, lakini bado anaonyesha ni de dependent, unategemea sasa. Hiyo pengine inaweza ikamshusha mwalimu kwao. Kinachomshusha mwalimu mpaka sasa ni mazingira, kama huyu mwalimu anaenda kupanga kupanga kwenye nyumba ya kupanga. Halafu kule wanaanza, anatupiwa na mizigo nje, hajalipa kodi, si rahisi mwalimu akaheshimika. Unaweza ukaenda mtaani kule nyumba anayopanga mwalimu ni nyumba ya ajabu. Kwa nini? Kutokana na kwamba kipato anachokipata haimwezeshi kuweza kuchukua hata kama ni kupanga nyumba, kuchukua nyumba ya gharama kubwa, kwa sababu ukiangalia mshahara unaopokea na nyumba unayoenda kuipanga lazima utafikiria, je, nikipanga nyumba ya gharama kubwa, je, maisha yatakwendaje? Kwa hiyo kidogo hakuna heshima mtaani kwa kweli. Walimu kuna shida hiyo ambayo inatukumba hata sisi tunaoishi katika mazingira haya. Mwalimu anadharaulika, anaonekana mtu wa kawaida na anaonekana pia kwamba ni mtu wa chini sana, kwa kusema kweli walimu tunaoishi nao mtaani mimi nawaona sawa sawa na mimi. Hakuna hata kilichobadilika. Yaani maisha yenyewe ndio hivyo hivyo, nyumba zenyewe ndio za Uswahili, kula kwenyewe hivyo hivyo kilo mtu anaenda kunu anampa mkewe hela, anaenda sokoni huko ananunua dukani wala sijamwona mwalimu akapita rada na gari au na pikipiki hapa. Naona akienda shuleni na nguo yake. Maisha kama yangu, hawana hata maisha mazuri. Kwao nilionao ndani kwangu nao waona. Hakuna mimi sijamwona mwalimu pale hospitali. Kama mimi ni Jumaa mjane na wao hivyo hivyo. Maana simuone alio starehe, maana mwalimu wenzetu mtiza nje wanatembea na magari, wanatembea na nini? Wana majumba mazuri ya sasa hivi, amna. Matatizo wanayo. Hadhi ya mwalimu inaendana na kazi anayoifanya. Kiukweli ailingani, maana mimi nakaa na mwalimu pa, nyumba moja nakaa na mwalimu. Ni mtu wa kawaida tu, hali ya chini tu. Na sasa hivi ndio amezidi kubinywa kabisa. Hali yao ya chini. Walimu kama walimu yaani, azizawa zingani na kazi wanazozifanya. Mimi niseme walimu hawaheshimiki kwa sababu kubwa moja. Leo hii ukiangalia kwa haraka haraka, kwa kwa mkoa wetu huu wa Katavi, tuna shule zaidi ya arobaini na tisa shule za msingi, lakini ukiangalia kwa haraka haraka, shule nyingi zimekuwa hata nyumba tu za walimu, unakuta shule kubwa ina nyumba moja au mbili. Kwa hiyo walimu wengi wanakuwa wanakaa mitaani, tena wamepanga, yaani mitaani mitaani. Kwa hiyo ili walinde wa, wa, wa, wa, wa watu hawa ili wathamini, kwanza moja, hata mazingira ya kuandalia ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hawathaminiki hata kuanzia hapo, makazi tu halali ya walimu hawana. Kipindi kile mara nyingi walimu tulikuwa tunakaa kwenye jamii ya aina moja, kwa mfano nyumba za shule zilikuwepo, kwa hiyo walimu walijitenga, walikuwa wanakaa katika mazingira hayo na walikuwa wanajua jinsi ya kuishi. Sasa siku hizi unakuta walimu ni wengi na nyumba za kuishi walimu ni chache, tunapanga uraiani. Kuhu, kwa kama utaenda kwa jirani ukajieleza tatizo lolote lile, anamwambia mtoto wake, "Ah, mwalimu wako alikuja hapa amenikopa hela." Sasa mwanafunzi mwana kesho akisha kuona anaona mbona amekopa kwa mzazi huyu? Heshima inashuka. Lakini kipindi kile ilikuwa mnakaa walimu peke yenu. Hamna mambo ya kusema na semana. Sasa ule mchanganyiko wa watu ndio unaotusababisha heshima ya mwalimu ishuke. Kimfano mimi sipendi kuwa mwalimu kwa walimu, sababu naona walimu wanavyohangaika sana. Nakuta walimu wengi wana hata ukienda mitaani kule, walimu wengi wana maisha magumu, kisema ukweli tu. Na kingine, walimu hawajasapotiwa wa sana na serikali, sababu nakuta mwalimu anapoishi maisha yake ni duni. Hata unakuta mwalimu anaifundishia vijijini, lakini anakoishi ni mjini. Mwalimu mwingine unakuta hana baisikeli kwa kuja atoke kule hadi kule, ni, ni hali ngumu sana. Sema ukweli ukweli tu, walimu wanahangaika. kwa mimi sitaki sitaki kuwa kuwa mwalimu mwalimu kwa sababu gani? Walimu wengi sana wanateseka kwa maisha yao wanaoishi. Kwa mfano mzazi wangu mimi ni mwalimu, yule mzazi wangu anafundishia katika mashule ya vijijini, kwa hiyo anapata usumbufu mkubwa, anaishi huku mjini, anapoenda kule vijijini kule anapata ni usumbufu mkubwa kwa kwenda kule kufundisha, na anaporudi huko ninavyomkwaza anachoka anachoka kwa haraka, anachoka kwa wingi sana. Huwa tunaweka bajeti mara kwa mara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata nyumba ya walimu. Sasa hivi niseme kwa shule za msingi tunajenga nyumba lakini tuna, tuna mahitaji bado makubwa, kwa sababu tuna asilimia kama 64 hivi. Ya mahitaji tunaendelea kuwasiliana na wadau ili tuweze kupata walau kuendelea kupunguza mwaka kwa mwaka, lakini kwa mwaka huu pia wa kumi na sita kumi na saba kwa shule ya msingi tunatarajia kujenga nyumba kama nne hivi za walimu hasa katika mazingira magumu, yeah. Bana nini hivi hivyo? Kila mmoja apate nafasi ya kukaa. Serikali na wadau tuna wajibu wa kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia ili kurejesha hadhi ya mwalimu na ari ya ufundishaji. Tafakari, chukua hatua. Mtazamaji Tafakari time. Tulipata nafasi ya kutembelea shule ya msingi Isenga iliyopo kilomita 160 kutoka Mpanda mjini. Tulizungumza na walimu kuhusu motisha na mazingira yao ya kazi, lakini pia changamoto wanazokutana nazo katika kutimiza wajibu wao wa kila siku. Walimu kwa wanavyofahamu hasa, hata kwenyewe ambao mnakaa mbali na nyumbani, yani kule ambako ndo mmetokea huduma muhimu kabisa ni pamoja na kuwa na mazingira mazuri ya kuishi. Kwa kiasi gani hilo limeweza kufanikiwa na linawamotisha nyie kama walimu kwa mazingira ya walimu, jinsi wanavyoishi? Kwa kweli yanakatisha tamaa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu katika nyumba ambazo tunaishi, wapo ambao tunaishi kwenye nyumba za serikali ambazo zipo karibu na shule, wengine tumepanga lakini kwa wale ambao tunaishi kwenye nyumba za serikali, hizi nyumba ni za muda mrefu sana, ina maana toka zijengwe mwaka 1972 mpaka wa leo. Vyoo kwa upande wa matundu ya vyoo yanatumika yale yale na yalishajaa sasa, kwa kweli ni shida kwa sababu inabidi mwalimu atumia hata vyo vya wanafunzi kwa wakati mwingine, kwa sababu hana namna nyingine, au kama polini aende kwa wa, kuangalia mazingira nyumba fulani kwa hapa. Sasa kule kuingia kui aanauoukonekana kwamba ndani ile nyumba walikuwa waishi watu kabisa, nyasi zilishaota tayale. Ukiangalia uh, kwenye upande wa choo choo kiishaziba tayale, mawe yalishajaa ni kwamba hapo, yani imepita miaka kadhaa kwamba hiyo nyumba ilikuwa haishi nini mtu. Sasa na hapo inatakiwa mwalimu sasa aingie aanze kuishi hivyo hivyo. Ona. Sasa mwalimu kwa mwalimu sasa aanze sasa kuanza kuyaweka yale mazingira katika hali ngalau ya uhaweni kwamba aishi hivyo hivyo Unaona, ukiangalia upande wa, wa, wa, wa kijiji kama kijiji unakuta kwamba wala hilo wao kama haliwahusu, wapo tu vile vile, so support ya kutoka, uh, kwenye jamii inakuwa bado ni ndogo. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa angalie he, hii nyumba kuangalia haina madirisha, kwa hiyo kama hii nitafanyaje? Niweke dirisha, kuangalia mlango haina mlango, nifanyeje? Unaona, kwa hiyo kama hii inatakiwa sasa fanye nini, fanya utaratibu wa kuweka ule mlango. Sakafu na kuta zimechakaa, kwa kweli ni shida kubwa. Nani anakaa nje ya, ya, ya nyumba ambazo alivyofika shuleni alipewa Yaani anakaa nje ya, ya, ya, anakaa na wanakijiji. Naweza nikasema hem, nielezee kidogo hali wewe ikoje huko, na upatikanaji wa huduma zingine uko rahisi kiasi gani? Miundo mbinu jinsi ilivyo migumu shuleni, vivyo hivyo hata katika jamii, kwa jamii yenyewe inaona ni sawasawa tu vile ambavyo inavyoishi, vyo vikuwa vya ajabu kujisaidia au vya miti ni sawa. Sasa huku ni kijijini kama mazingira yalivyokuwa magumu kwa hiyo hata kijijini huko huko, nyumba zinakuwa nyumba zinakuwa ni ngumu, nyumba ni ovyo ovyo, lakini unaambiwa ulipe gharama kubwa, hata unakuta choo chenyewe hivyo hivyo. Kwa mfano, wewe unapokaa unalipa shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa mwezi wa elfu ishirini. Na huduma zingine kama maji, umeme zinapatikana umbali gani? Hamna umeme, mm, na maji unaweza ukaenda hata nusu kilomita ndio unaenda kufuata kwenye mto, mm, sio kwamba una bomba, mm vitu hivyo vinaathiri vipi ufanisi wako kama mwalimu sasa muda mwingi nakuwa nafikiria hivi vipi mimi huduma hizi nitazipataje badala ya kufikiria namna ya kufanya kazi iliyonileta kwa hiyo najikuta nashindwa wakati mwingine kufanya kazi kwa ufanisi kutokana na mazingira na nifikirie kulipa kodi lakini mazingira yenyewe ninayolipia kodi ni mabovu na huduma zingine zinakuwa ngumu serikali ina makamba hailioni hili mimi nakaa hapa shule lakini nyumba ninayokaa ni kama gofu vile, niseme maana, haina hata dirisha moja kote, amejazwa makaratasi. Ukiomba usaidiwe katika hilo, hakuna kuchangia wala nini. Vipi kuhusu huduma kama maji, umeme? Hamna umeme, umeme, umeme ni kujitegemea mwenyewe, kama utanunua sola au kama utaendelee kuishi kwa kuwasha mishumaa au tochi, hamna kitu kama hicho. Maji ni kufata mtoni, hatuna bomba, kwa kweli, mpaka mtoni au kisimani. Vitu hivi vinaathiri vipi ufanisi wako mwalimu? kwa kweli vinani asili kiukweli, naweza nikawa nipo darasani nawaza hivi nitaendaje kuchota maji, hivi jioni itakuwaje, na hii nyumba ilivyo kama pango, nyoka kuingia ni nje nje, yani upande wa choo ule hauna hata mlango, mambo kuingia, yani inakuwa ni hali ngumu. Yani ingekuwa labda kwa kijiji ingekuwa inamwamko katika elimu kusema nimsaidie mwalimu ili labda tumwekee madirisha. Unajua, ninapo kama ninaondoka, kurudi kwetu, inabidi niamishe vile vitu nipeleke kwa mwalimu ambaye atakuwepo, la sivyo nitakuta vitu vyote vimeibiwa na wanakijiji hmm. Na, na, na, na, na hawa sisi upande wa walimu tunaonekana kama kuto kusaminiwa sana ni sisi, na sisi ni watumishi wa serikali kama watumishi wengine. Wa kwa mfano tukichukulia watumishi kama katibu tawala wa mkoa, mkuu wa mkoa akiteuliwa, lazima akaonyeshwe nyumba ya kukaa. Akiikuta kama haiko hazi, lazima ile nyumba kwanza ikaguliwe na nani, na mhandisi. Ikikuta haiko hazi, lazima hawezi akaingia kwenye ile nyumba. Lakini sisi walimu tunaletwa kwamba kituo chako ni Isenga, we nenda, ukifika kama hakuna nyumba, we mwenyewe utajua. Lakini sasa ukisema kwamba urudi, unaambiwa kwamba ukirudi umepoteza kazi. Kwa nini yule nani katibu tawala au mkuu wa mkoa siambiwe, bana ukirudi amna nyumba? Ndio hivyo, kama ile nyumba haijakamilika, serikali kuu au serikali za mitaa au manisipaa watamtafutia nyumba ya kupanga, anaanza kulipiwa na nini na serikali, nje ya mshahara wake. Lakini sisi utafute nyumba ndani ya mshahara huo, ujilipie, ufanyeje? Halafu kulingana na kazi zetu zaidi kama mwalimu anatakiwa kujiandaa anapoingia kufundisha kesho, ajiandae usiku. Sasa ukute mazingira yetu, hatuna umeme, utajiandaa ajili kesho uwasilishe uh, uh, uh, uh, somo lako. Hizo ndio changamoto ambazo zinatufanya sisi tusiendelee. Tafakari, mi naishauri serikali, wanapojenga shule wangekuwa wanaweka miundombinu, yani mfano nyumba za walimu ziwe nzuri zinakidhi mahitaji ya walimu umeme ungefika mpaka huko vijijini, kwa sababu shule nayo inahitaji umeme inahitaji maji, ili walimu waweze kufanya kazi zao vizuri. Pia shule, shule na nyumba za walimu zingekuwa karibu na hospitali au zahanati ikiwezekana. Pia walimu wapewe mikopo ya pikipiki piki. kwa mfano vijijini huko eh, mtu anakuja kuchukua mshahara wiki nzima anamaliza njiani kule wanafunzi hawapati, lakini kama atawezeshwa kupata usafiri, mkopo wa usafiri, maana yake ni kwamba atakuja mara moja wilayani na kurudi haraka shuleni. Motisha kwa sisi mazingira magumu ilibidi awepo, kwa sababu sisi mazingira haya magumu tunatumia usafiri nana mshahara ni mmoja kwa wote sisi watumishi. kama mwalimu awe mazingira mazuri magumu kama sisi, huko hatujawahi pata motisha yote ya serikali labda wanakijiji, motisha labda ya kupewa tu ushauri, bwana vumilia mazingira ndo hayo, tuishi. Ni lazima sasa serikali ifikie, ione hawa walimu kwamba ndio nguzo kubwa, ndio nguzo mama, iweze kuwatekelezea haya ambayo wanayo yahitaji. Ni lazima sasa waboreshe mazingira ambayo mwalimu anatakiwa kwamba akifika hata kama amepang, amepangiwa Kapala Msenga, akute kweli nyumba iko vizuri mshala anaolipa mzuri ye mwenyewe kwa kweli hawezi kusema kwamba siwezi kufundisha kwa sababu mazingira anayoyakuta ni mazuri, lazima afurahi. Fikira angavu na mijadala moto moto yenye kuleta mwazo mbadala